Mlango wa kumi. Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana, na ngamia wachukua manukato, na dhahabu nyingi sana, na vito vya thamani. Alipomfikilia Sulemani, akazungumza naye mambo yote aliyokuwa nayo moyoni. Naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote wala hakukuwa na neno alilofichwa mfalme asimwambie. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani, na nyumba aliyokuwa amejenga, na chakula cha mezani pake, na watumishi wake walivyokaa, na kusimamia kwao wangoje wake, na mavazi yao, na wanyweshaji wake, na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile nilizozisikia katika nchi yangu za mambo yako na za hekima yako, lakini mimi sikuzisadiki habari hizo hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Tena tazama, sikuambiwa nusu. Wewe umezidi kwa hekima na kufanikiwa kuliko habari nilizozisikia. Heri watu wako, na heri watumishi hawa wako wasimamao mbele yako siku zote wakisikia hekima yako. Na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli kwa kuwa Bwana amewapenda Israeli milele, kwa hiyo amekufanya kwa mfalme ufanye hukumu na haki. Basi akampa mfalme talanta za dhahabu mia na ishirini, na manukato mengi mengi sana, na vito vya thamani. Wala haukuja tena wingi wa manukato kama hayo malkia wa Sheba aliyompa mfalme Sulemani. Tena merikebu za Hiramu zilizochukua dhahabu kutoka Ufiri zikaleta kutoka Ufiri miti ya msandali mingi sana na vito vya thamani. Mfalme akafanya kwa mia hiyo ya msandali nguzo za nyumba ya Bwana na za nyumba ya mfalme, na vinubi na vinanda vya hawa waimbaji. Wala haikuja miti ya msandali kama hiyo, wala haikuonekana hata leo. Naye mfalme Sulemani akampa malkia wa Sheba haja yake yote kila alilotaka zaidi ya hayo aliyopewa na Sulemani kwa ukarimu wake wa kifalme. Basi akarudi akaenda zake katika nchi yake, yeye na watumishi wake. Basi uzani wa dhahabu iliyomfikia Sulemani mwaka mmoja ndio talanta mia sita sitini na sita zaidi ya fedha ya wachuuzi na bidhaa ya wafanyabiashara na ya wafalme wote wa hao waliochanganyika na wamaliwali wa nchi. Mfalme Sulemani akafanya ngao mia mbili za dhahabu iliyofuliwa; kila ngao moja ilipata shekeli mia sita za dhahabu, na vigao mia tatu vya dhahabu iliyofuliwa; kila kigao kimoja kilipata mane tatu za dhahabu. Mfalme akaviweka katika nyumba ya mwitu ya Lebanoni. Tena mfalme akafanya kiti cha enzi kikubwa cha pembe, akakifunikiza kwa dhahabu iliyo safi kiti kile kilikuwa na daraja sita na juu yake kimeviringana nyuma, na mikono huko na huko mahali pa kuketi, na simba wawili wakisimama kando ya hiyo mikono, na simba kumi na wawili wamesimama juu ya daraja sita huko na huko; wala hakikufanyika kwa mkono wake katika ufalme wowote. Na vyombo vyote vya kunywea vya mfalme Sulemani vilikuwa vya dhahabu, na vyombo vyote vya nyumba ya mwito wa Lebanoni vilikuwa vya dhahabu iliyosafika, hakuna vya fedha. Fedha haikuhesabiwa kuwa kitu siku za Sulemani, kwa kuwa mfalme alikuwa na merikebu za Tarshishi baharini pamoja na merikebu za Hiramu. mara moja katika miaka mitatu huja merikebu za Tarshishi zikileta dhahabu na fedha na pembe na nyani na tausi. Basi mfalme Sulemani akawapita wafalme wote wa duniani kwa mali na kwa hekima. Ulimwengu wote ukamtafuta Sulemani uso wake, ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi, naye alikuwa na magari elfu na mia nne na wapanda ufarasi kumi na mbili elfu aliyowaweka katika miji ya magari na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Mfalme akafanya fedha humo Yerusalemu kuwa kama mawe, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela kwa kuwa mingi. Na ofarasi aliyokuwa nao Sulemani wakaletwa toka Misri, wakapewa wafanyabiashara wake mfalme kwa makundi, kila kundi na thamani yake tena Gari huja kutoka katika Misri kwa shekeli mia sita za fedha na farasi moja kwa mia hamsini. Vivyo watu wakawaletea wafalme wote wa Mahiti na wafalme wa Shamu mikononi mwao.